Tulikuishia sehemu ya thelathini. Sara alisikia sauti ikitoka chumbani kwa Molhat akilalamika kwa nguvu, anakufa. Sara alikimbia kuelekea chumbani kwa Molhat sambamba na mama Molhat akimfata nyuma. Na sasa tunaendelea sehemu ya thelathini na moja. Nikukumbushe tu mwandishi wa simulizi hii inayokwenda kwa jina la Hisia Koma ni rich storyteller. Msimulaji wako ni Asha Athumani, tunaendelea. Mulhat hakuamini kwa macho yake alichokiona. Kwenye ile bahasha kulikuwa na picha za Daniel akiwa anafanya mapenzi na wale wa dada wanne. Mbaya zaidi, picha nyingi zilikuwa ni za Daniel na yule binti mwembamba aliyevalia shanga ambaye aliichukua mashine ya Daniel na kuipeleka kwenye tundu lake dogo lenye joto kali sana. Cameraman alikuwa fundi haswa wa kuchukua engo muhimu, kwani kila mkao ambao binti yule alikuwa anautumikia, basi kulichukuliwa vizuri kabisa, bila kuificha sura ya Daniel. Sarah aliingia chumbani wa kwanza kabla mama Mulhat kabla mama Mulhat alimkuta Mulhat amekaa chini huku amehama huku anahema kwa nguvu, jasho likimtoka mwili mzima. Sara aliingia moja kwa moja na kumfata Mulhat pale chini, huku mama Mulhat naye akifungua mlango na kuingia. Alishangaa kumuona Mulhat anahema kama pressure inataka kushuka. Alipotazama vizuri kitandani, aliona picha nyingi zimezagaa. Alizitazama vizuri ndipo alipokutana na sura ya Daniel akiwa anafanya mapenzi na mabinti wengi wengi. Shetani huyu, mwana Isaya, firauni asina haya tu, uchafu gani huu? Mamamulhati aliongea kwa hasira sana, huku na yeye akianza kuhema juujuu. Sara ndipo alipopata wasaa na yeye kulitazama gobole la Daniel kwa mara ya kwanza kwenye picha. Hakupata cha kuongea zaidi, alishika mdomo wake huku chozi likimlengalenga. Atasema nini? Au atamtetea vipi Daniel mbele ya mama Mulhat na Mulhat? Maana kila kitu kipo wazi mbele yao. Mulhat alitetemeka kwa hasira, alitoka mikononi kwa Sara na kukimbilia kwa mama yake. Ulipita ukimia wa dakika mbili, ingekuwa darasani tungesema shetani kapita kila mmoja akiwa hajui aseme nini au atoe hukumu gani kwa kile alichokiona. Sara aliamua aanze yeye kufungua kinywa, aanze yeye kufungua kinywa chake na kuongea, japokuwa ataka kusubiria mhusika aje na kueleza kwa nini ameamua kufanya haya, lakini aliambulia maneno makali na wala na lawama kibao kutoka kwa Mamamulhat. Tena usije ukafungua hiyo midomo yako kuongea lolote, maana wewe ndio uliomleta huyu kahaba umo nyumbani kwangu. Toka chumbani kwa binti yangu, toka! Mama Mulhat aliongea kwa hasira sana. Sara alielewa hisia alizonazo Mama Mulhat kwa binti yake, hakutaka kubishana naye. Alitoka na kuelekea sitting room huku akiwa anawaza zile picha moyoni alikuwa na maswali mengi ambayo Daniel peke yake ndiye anaweza kumjibu, lakini ilikuwa kama anaongea na malaika wamlete Daniel, nao walimtii. Sara alisikia mlango unagongwa na aliposikiliza kwa makini alikuwa ni Daniel anagonga. Sara alitazama nyuma chumbani kwa Mulhat kama mama Mulhat anatoka, anatoka, kisha akasogea na kufungua mlango. Maskini Daniel alikuwa haelewi lolote, tabasamu limejaa usoni kwake. Alipoona mlango umefunguliwa aliingia ndani bila wasiwasi wasi, lakini alipokelewa na kibao cha maana kilichotua, kilichotua kwenye shavu lake huku Sara akiukamata mkono wa Daniel na kurudi naye nje waongee bila kusikiwa na mtu. Daniel alikuwa haelewi lolote linaloendelea, alimfata Sara asikilize nini tatizo. Sijui utamwaminisha vipi Mulhat kama wewe sio yule, uliye siyo yule aliyemuona kwenye zile picha. Daniel wewe wewe, wa kufanya ufuska ule, Daniel wanawake wanne, Daniel, tena kibaya Daniel, mpaka aibu kusema, umeshiriki kinyume na maumbile. Sara aliongea kwa hasira sana. Daniel alijua tayari Yonda akashaamua kuharibu maisha yake yote. Alishika kichwa asijue nini cha kufanya, alitetemeka kwa hasira huku akitamka jina la Yonda. Daniel hakumjibu kitu. Sara aliondoka eneo lile akiwa anakimbia kwa hasira. Sara alibakia midomo wazi, asijue ni wapi Daniel anaenda. Alitamani kumwita, lakini alihofia mama Mulhat akisikia atazidi kumkasirikia. Alimwacha aende, yeye akarudi ndani kwa Mulhat na mama yake. Daniel alijua kumpata Younda lazima, lazima nimpate Mapeche, hivyo alichukua bodaboda pale kituoni na kuelekea mawasiliano wanapouzaga nguo yena mapeche, safari haikuwa ndefu. Walifika haraka na bodaboda. Daniel hakumkuta mapeche. Alipouliza aliambiwa aliondoka na demu mmoja wakishua na gari. Daniel alijua fika atakuwa ni Yonda. Alimwomba bodaboda amwaishe Magomeni, nyumbani kwa Yonda. Bodaboda alielewa haraka alizokuwa nazo abiria wake, hivyo alitembeza pikipiki kama imeibiwa, lakini safari ya Daniel haikufua dafu. Alifika na kukuta kuna kufuli kubwa. Alipouliza akaambiwa nyumba ipo chini ya bank, mwenyewe hajulikani alipo, alikopa akakimbia. Hapo ndipo Daniel alipojua Yunda ni mafia wa kike. Alimwomba bodaboda warudi Kimara, alipomtoa Daniel hakutaka hakukata tamaa. Alirudi mpaka nyumbani kwa kina Mulhat. Alifika mlangoni na kuita kwa sauti. Alipoona kimya, aliingia ndani na kukutana na uso kwa uso na mama yake Mulhat ambaye alikuwa amesimama na Sara. Mulhat alikuwa amejifungia chumbani kwake, analia kwa hasira baada ya kusikia sauti ya Daniel nje. Daniel aliona picha zake za utupu mkononi mwa mama mkwe wake. Aliinamisha kichwa chini na kupiga magoti mbele ya Sara na mama mkwe. Sijajua unapataje nguvu za kuendelea kusimama mbele yangu. Hata miungu itanichukia nikitoa msamaha kwa kijana mchafu kama wewe. Mama Mulhat alimtupia zile picha Daniel usoni kwake, huku akisema maneno hayo. Daniel akasema, Sistahili hata chembe ya msamaha, mimi ni kijana mkosefu sana mbele yako, ila ninastahili kupewa japo nafasi kusikilizwa, kabla ya kuhukumu. Mamamulhat alimtazama usoni Daniel, ishara ya kumtaka aendelee kuongea. Nilikuwa nimekaa napata kinywaji, kuna mwanamke alikuwa ananiwinda sana aliweka ahadi ya kunipa, ya kunilipa milioni mia mbili hamsini kufanya naye mapenzi ili niweze kununua figo na kulipia matibabu ya Mulhat. Nilikataa kata kata, siwezi kuuza penzi la Mulhat, lakini alimuhanga muhudumu, nikawekewa kidonge, kutoka hapo wakaweza kufanya hayo mnayoyaona kwenye picha. Ndiyo maana nikatolewa hata kuja hospitali. Daniel alimaliza kujieleza, alinyanyuka na kuondoka bila kuwaga kwa yoyote. Masaa yaliendelea kukimbia. Daniel alivalia sweta na kofia, aliingia kila sehemu za starehe kumsaka Yunda. Daniel akili yake alikuwa anawaza kuchukua maisha ya Yunda ili asiendelee kutesa maisha ya vijana wengine. safari ya msako ilikuwa ni kama ya Wavietnam wa wakimsaka Rambo. Daniel alitembea kila klab, bar na kumbi za starehe. Ilikuwa ni saa tatu usiku ambapo daniel alikuwa anarudi taratibu kutokea makumbusho. Katika harakati za kumsaka Yonda, aliweza kumwona mapechi anatoka kwenye moja ya mgahawa maeneo ya Bamaga. Alipotazama vizuri, alimwona Yonda amekaa anachezea simu, sehemu ambayo ilikuwa na mwanga hafifu. Kama kawaida yake hapendi kuonekana. Daniel aliweka kofia vizuri, alitembea mpaka alipoyonda, sehemu iliyotulivu kabisa. Alikuwa Yonda pekee, alikuwa Yonda peke yake, hakukuwa na mtu mwingine mahali pale. Ni kama sehemu aliyokodisha. Daniel alimkamata mdomo Yonda. Alishika kisu na kumchoma upande wa moyo. Daniel alimwacha Yonda anatapatapa. Yeye aliruka fensi ya michongoma iliyozunguka mgawa ule na kutokomea gizani. Je, hmm, yeah. Mapeche ataweza kumwa Yonda na Daniel ataweza kumwelewesha Mulhat aweze kumwelewa ili kujua nini kitaendelea? Kati ya Mulhat Daniel, au Nayonda na Mapeche? Usikose sehemu ya 32 ya simulizi hii ya hisia koma. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 31 ya simulizi hii. Aliyekuandalia simulizi hii ni Rich Storyteller na msimuliaji wako ni Asha